Wiki iliyopita dunia imeshuhudia tukio la kushangaza la siri na lenye athari kubwa kwa usalama wa kimataifa. Ndege saba za kivita aina ya B2 Spirit kutoka Marekani zimerusha mabomu na makombora kwa usahihi mkubwa dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia vya Iran: Fordo, Natanz na Isfahan. Shambulizi hili limefanyika kimya kimya. Baada ya safari ya angani ya zaidi ya saa 37 kutoka Marekani hadi Iran. Na yote haya yamefanyika bila Iran kugundua mapema. Lakini swali la msingi ni hili, shambulizi hili lina maana gani? Na athari zake kwa dunia nzima zitakuwaje? Fuatana nami Ananias Edgar kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tuanze na swali la kwanza. Je, hatua ya Marekani ni kulinda dunia au maslahi yake binafsi? Kwa mujibu wa Pentagon na viongozi wa kijeshi wa Marekani, shambulizi hili lililenga kuondoa tishio la nyuklia kutoka Iran. Kwa maneno mengine ni kwamba Marekani haiwezi kuvumilia Irani kumiliki silaha za nyuklia. Waziri wa ulinzi wa Marekani ameeleza kuwa huu si mpango wa kuiondoa serikali ya Ayatola Kamenei, bali ni tahadhari ya kijeshi dhidi ya uwezo wa Iran kwenye kuunda bomu la nyuklia. Lakini kwa wachambuzi wa kimataifa, shambulizi hili linaonekana kuwa zaidi ya hayo. Kwanza ni onyo, lakini pia ni kuonyesha nguvu za Marekani, na pia ni sehemu ya siasa za Marekani kudhibiti ushawishi wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika operesheni hii Marekani imeonyesha uwezo mkubwa wa teknolojia ya kijeshi yenye uwezo mkubwa sana duniani. Ndege za kivita aina ya B2 hazionekani kwa rada na zina uwezo wa kurusha mabomu kwa usahihi mkubwa, hata kutoka umbali mrefu kiasi gani. Makombora ya Tomahawk yaliyorushwa kutoka kwenye meli maalumu za kijeshi baharini yanaweza kushambulia targets kwa usahihi mkubwa hata ikiwa ni ndani au chini kabisa ya ardhi kama fodo. Kwa kutumia njia hizi mbili, Marekani imeharibu kwa kiasi kikubwa vituo vya nyuklia vya Iran, kwa mujibu wa taarifa yao rasmi. Swali la pili: Je, Irani itajibu vipi? Hili ndilo swali linalowatia wasiwasi wataalamu wa usalama duniani. Iran ina historia ya kujibu mashambulizi kwa kutumia mbinu zisizo za moja kwa moja kupitia vikundi vijulikanavyo kama mprox, kama vile Hezbollah huko Lebanon, Houthi huko Yemen na makundi ya wanamgambo ya huko Iraq, lakini pia mashambulizi ya kimtandao na udukuzi dhidi ya miundombinu ya Marekani au washirika wake. Sasa iwapo Iran itaamua kulipiza kisasi moja kwa moja kwa mfano kwa kushambulia vituo vya Marekani huko Iraq, Bahrain au Qatar huenda dunia ikashuhudia vita vya wazi vya moja kwa moja vya kikanda vitakavyokuwa na athari kwa mataifa mengi. Je, dunia iko salama kwa kiasi gani? Hapana, dunia haitakuwa salama kwa sababu kwanza bei ya mafuta itapanda. Iran ni mdau mkubwa katika soko la mafuta duniani. Ikiwa mzozo huu utadumu, bei ya mafuta duniani inaweza kupanda kwa kasi, na hii italeta mfumuko wa bei kwenye bidhaa nyingi, hasa duniani. Mbili, usalama wa kikanda kuwa mashakani. Mashariki ya Kati inaweza kuingia kwenye hali ya taharuki kubwa, hasa mataifa kama Saudi Arabia, Siria na Lebanon ambaye ana historia kutumbukia kwenye migogoro wakati wa mivutano ya Marekani na Iran. Na la tatu ni kwamba operesheni hii inaweza kuzika kabisa matumaini ya kuanzisha mazungumzo mapya ya nyuklia kati ya Iran na Marekani, au inaweza kuwa njia ya kuilazimisha Iran kubali au kusarenda kwa kutumia mabomu badala ya mazungumzo. Je, hili shambulizi la Marekani lina maana gani? Shambulizi hili lina maana pana zaidi kwa sababu kwanza ni ujumbe kwa mataifa mengine yenye mwelekeo wa kutengeneza silaha za nyuklia kama vile Korea Kaskazini kwamba Marekani iko tayari kutumia nguvu katika mazingira ya namna hiyo. Pili ni onyesho la uwezo wa Marekani wa kijeshi, kwamba licha ya changamoto za ndani, bado inaweza kushambulia kokote duniani bila kushindwa. Tatu ni kuimarisha siasa za ndani ya Marekani, hasa ikiwa tukichukulia kuwa rais Trump wa userikali yake iliyo madarakani inaweza kutumia mafanikio ya kijeshi kama silaha ya kuvutia uungwaji mkono wa kisiasa. Je, ni kweli Iran ina silaha za nyuklia? Hapana, kwa sasa Iran haina silaha za nyuklia zilizothibitishwa. Ingawa Iran imekuwa ikisafisha uranium hadi kufikia viwango vya juu kabisa, karibu asilimia 60. Wakati huo, kiwango kinachohitajika kwa bomu kamili la nyuklia kuundwa ni takribani asilimia 90. Ripoti za International Atomic Energy Agency zinaonyesha kwamba Iran iko karibu sana kiufundi kufanikiwa kutengeneza mabomu hayo lakini bado haijafanikiwa kufikia mwisho kabisa wa malengo yake ya kutengeneza bomu hilo kubwa na hatari zaidi duniani. Hii ina maana kwamba Iran ina uwezo wa kufanya breakout. Yaani, ikiwa itaamua, inaweza kutengeneza bomu la nyuklia ndani ya mwezi mmoja hadi miwili tu. Je, Iran inaweza kusababisha dunia iingie kwenye vita vya nyuklia? Ndiyo, lakini kwa njia isiyo ya moja kwa moja, Irani peke yake hainaweza kuanzisha vita vya nyuklia vya moja kwa moja, lakini inaweza kusababisha mazingira ambayo vitatokea, kwa njia kama kusababisha migogoro ya kijeshi itakayoibua vita kubwa duniani. Iran inaweza kushambuliwa na Marekani au Israel na ikajibu kwa kuanzisha vita vya kikanda, kama ambavyo nilitangulia kusema. Ikiwa Israel au Marekani wakitumia silaha za nyuklia hata ya kiwango cha chini, yani tactical nukes kujibu mashambulizi ya Iran, hiyo inaweza kusababisha hasira kali na jibu kali kutoka Russia au China ambao ni washirika wa karibu wa Iran. Mfano, Russia ikiona kuwa Marekani inaishambulia Irani kwa silaha za nyuklia inaweza kuona huo ni mashambulizi ya magharibi dhidi ya maslahi ya Eurasia na kisha kuchukua hatua kali za kijeshi pia. Mbili, Irani kupeleka teknolojia ya nyuklia kwa vikundi vya kigaidi yaani proxy threat. Kumbuka, hatari kubwa zaidi si Irani kutumia mabomu ya nyuklia, bali kulipeleka bomu hili mikononi mwa vikundi kama Hezbollah au Houthi hili litaibua hofu kubwa ya death bombs au mashambulizi ya nyuklia mitaani, na mataifa makubwa yangelazimika kuchukua hatua kali hata za nyuklia kulinda masilahi yao. Tatu, kuzuia au kufunga njia za mafuta duniani, yani Hormuz blockade. Iran ikifunga mlango bahari wa Hormuz, dunia itakosa asilimia 20 ya mafuta yanayopita hapo. Marekani au washirika wake watalazimika kuingilia kwa nguvu, na kama Iran itajibu kwa nguvu kubwa, mgogoro huo unaweza kusambaa hadi kwa mataifa yenye silaha za nyuklia. Nne, kusisimuwa mbio mpya za silaha za nyuklia duniani. Saudi Arabia, UAE na hata Uturuki wamesema wazi kwamba Iran ikimiliki bomu la nyuklia, na sisi pia tutakuwa na bomu hilo. Hii inamaanisha kwamba Mashariki ya Kati inaweza kuwa kama India Pakistan, yani mkoa wa vita baridi vya nyuklia tena vya kikanda. Na kadri mikoa mingi inavyokuwa na silaha hizo ndivyo hatari ya ajali au matumizi ya bahati mbaya inavyoongezeka na kusababisha vita vya kimataifa. Je, Iran ni tishio la vita vya nyuklia vya dunia? Kwa sasa si tishio la moja kwa moja, lakini ni kichocheo cha mazingira hatarishi. Iran inaweza kuwakala moto linaloweza kusababisha majibu ya silaha za nyuklia, hata kama haijawahi kutumia yenyewe. Kwa lugha nyingine, ni kwamba Iran haitapiga mabomu ya nyuklia yenyewe, lakini inaweza kusababisha washirika wengine wapige. Je, dunia inaelekea wapi kwa mgogoro huo? Shambulizi la Marekani dhidi ya Iran ni si tukio la kawaida, ni tukio la kijeshi lenye uzito wa kisiasa, kiintelijensia na kidiplomasia pia. Dunia sasa imo katika kipindi cha kusubiri majibu ya Iran. Je, Iran itapuuza na kurudi mezani au italipiza kisasi? Na je, Marekani iko tayari kwa vita kubwa zaidi? Wakati majibu haya yakiendelea ya kusubiriwa, dunia nzima inapaswa kujitayarisha kwa hali yoyote, kuanzia kupanda kwa bei ya mafuta, mfumuko wa bei au hata mabadiliko ya nguvu za ushawishi huko Mashariki ya Kati. Na kwa hali ilivyo sasa tunaweza kusema kwamba Hili si tukio la shambulizi tu, ni ujumbe. Na dunia nzima inasubiri kuona ujumbe huu utajibiwa kwa mabomu au kwa mazungumzo. Naitwa Ananias Edgar. Pata audiobook ya kitabu changu cha Jicho la Genghis Khan na Ujasusi wa Mongolia. Ni shilingi elfu ishirini na tano tu. Mpesa, anza na alama kujumlisha 255 Tano, tano, nne, nne, nane, tano, tisa, moja. Au Airtel Money anza na alama kujumlisha mbili tano tano, sita tisa sita, tano tisa, thelathini ishirini na nne. Jina ni Ananias Kitage. Baada ya Bade, malipo tuma ujumbe wasapu anza na alama kujumlisha mbili tano, tano, tano, saba, tano, tano, nne, nne, nane tano tisa moja ili utumiwe